Jeshi la polisi limesema kuwa linaendelea kumtafuta Augustino Polepole ambaye alijitambulisha kuwa ni ndugu wa Humphrey Polepole ili aweze kulipa jeshi hilo ushirikiano na kutoa maelezo yake na uthibitisho wa shutuma alizotoa kwamba afisa wa jeshi la polisi alihusika kumteka Polepole pole. Katika taarifa iliyotolewa na jeshi hilo la polisi imesema kuwa kama ilivyotoa taarifa yake jana Oktoba 6, 2025 kwamba imeanza uchunguzi wa tuhuma zilizotolewa na Augustino Polepole pole, kuwa ndugu yao Humphrey Polepole ametekwa na jalada la uchunguzi lilifunguliwa jana hiyo hiyo. Taarifa iliyotolewa siku ya leo Oktoba 7, 2025 na msemaji wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi Dodoma, imenukuliwa ikieleza kuwa pamoja na kukusanya taarifa mbalimbali, jeshi la polisi linaendelea kumtafuta Augustino Polepole ili aweze kutupa ushirikiano wa kutoa maelezo yake na udhibitisho wa shutuma alizotoa kwamba afisa wa jeshi la polisi alihusika katika tukio alilotolea taarifa kupitia mitandao ya kijamii. Hii inaenda sambamba na kututhibitishia kuwa Humphrey Polepole alikuwa ni mpangaji ama mkazi wa nyumba aliyodai kuwa utekaji ulifanyika. Na hiyo ni taarifa ambayo imetolewa siku ya leo na jeshi la polisi kupitia ukurasa wao rasmi wa Instagram ama kupitia mitandao yao ya kijamii, ambapo taarifa hiyo imetolewa siku ya leo ikiwa ni siku moja tayari imekwisha kupita tangu zitoke, uh, taarifa na kusambaa mitandaoni kwamba aliyekuwa balozi nchini Cuba Humphrey Polepole ametekwa na watu ambao bado hawajajulikana na hawajawekwa bado wazi kwa sababu tayari jeshi la polisi limekusha kueleza kuwa limekusha kuanza kufanya uchunguzi wa hicho kinachoendelea kusambazwa mitandaoni. Hata hivyo, ilitokea siku ya jana ambapo jeshi la polisi pia lilieleza kuwa limekuwa likitoa taarifa ama likitoa wito kwa Humphrey Polepole aweze kuwasili katika kituo cha polisi ili kuweza kutoa ushirikiano kwa kueleza yale yote ambayo amekuwa akielezea kupitia mitandao ya kijamii, na mashtaka yake mbalimbali ambayo amekuwa akielezea ze ya Humphrey Polepole pole mpaka sasa bado haijafahamika kwamba Humphrey Polepole yuko wapi, iwe ni kutoka kwa ndugu ama kutoka kwa mamlaka husika ze eh, kwamba taarifa yote labda imekuja kutolewa kwamba Humphrey Polepole atakuwa wapi, bado hakuna taarifa iliyotolewa licha ya wananchi wa Tanzania na wananchi kiujumla ujumla eh, kutoka maeneo mbalimbali wameonekana waki, wakiendelea eh, kuomba na kuliomba jeshi la polisi kwamba lifanye uchunguzi eh, kwamba waweze kutoa taarifa kwa mbani wapi ambapo Humphrey Polepole pole yupo. Lakini si tu wananchi, lakini tumeona pia hata uh, wanasheria wa Humphrey Polepole wameeleza kuwa wanahitaji kuona mamlaka zikifanya eh, uchunguzi haraka haraka iwezekanavyo, ili kuweza kutoa eh, taarifa juu ya usalama wa Polepole, ambapo pole wakili Peter Kibatala kwa niaba ya mawakili wa Humphrey Polepole, ambaye pia amehudumia Tanzania katika nyadhifa mbalimbali za utumishi wa umma kwa niaba ya mawakili wenzake ali arifa ambapo e taarifa hiyo ilikuwa ikistaka mamlaka za usalama wa raia na mali zao nchini Tanzania kutumia mbinu na rasilimali zote za umma kuhakikisha na kutoa taarifa kwa umma wa Watanzania na dunia kwa ujumla kuhusu hali ya usalama na maslahi ya kisheria ya Humphrey Pole Pole. Taarifa hiyo ilisambazwa siku ya jana mara baada tu ya tukio hilo kuweza kutokea ambapo wakili Kibatala alinukuliwa akieleza kuwa tutaendelea kutoa taarifa zaidi juu ya swala hili zikiwemo hatua tunazochukua kwa kushirikiana na watu na taasisi mbalimbali duniani kote. Hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa, na mpaka sasa tunaendelea kusubiri kuweza kuona ni taarifa gani ambayo itatolewa na jeshi ama mamlaka husika juu ya hali inavyoendelea kwa Humphrey Polepole, ikiwa ni pamoja na usalama wake, lakini pia ikiwa ni pamoja na wapi alipo ama taarifa zozote ambazo zitakuwa ni rasmi zitakazoelezea juu ya ya, eh, hali ya usalama, afya na wapi alipo Humphrey Polepole. Basi, kwa taarifa zaidi, naomba nikwambie kwamba endelea kubonyeza neno subscribe katika channel hii ya Orange Media, kama bado like nkisha bonyeza alama ya kengere ili kwa taarifa yote itakayotokea wewe ni wa kwanza kuweza kupata taarifa hizo.